Karibu tena kwenye chaneli yako ya simulizi za kweli. Hapa ndipo unapopata historia na hadithi za ajabu ambazo huwezi kusikia kila siku. Kabla tujaanza, hakikisha umesubscribe, kulike na kucomment ili kuendelea kupata simulizi hizi za kipekee kila wiki. Hebu turudi nyuma, karne ya kumi na tisa. Kabla ya teknolojia ya kisasa ya kupanda milima, kabla ya vifaa vya hema na nguo za baridi, wapo watu waliothubutu kukwea mlima Kilimanjaro. Changamoto kubwa kwao ilikuwa mahali pa kulala. Wapandaji wa mwanzo hawakuwa na mahema ya kisasa tuliyonayo leo, kwa hiyo walitafuta hifadhi kwenye mapango ya asili ya mlima huu mkubwa. Mnamo mwaka 1889 wakati Hans Meyer Mjerumani, aliyekuwa mtu wa kwanza kufanikisha kupanda hadi kilele cha Uhuru, alipokuwa katika safari yake ya kihistoria, alilazimika kutumia mapango haya kama makazi ya muda. Katika kumbukumbu kumbu zake Meyer aliandika kwamba mapango hayo yalikuwa sehemu ya pekee iliyoweza kumkinga yeye na msafara wake dhidi ya mvua na baridi kali za usiku. Mapango hayo pia yalihifadhi chakula, vifaa na yakawa sehemu ya kupanga mikakati kabla ya safari ya juu zaidi. Hadi leo, baadhi ya mapango haya bado yapo na hutajwa kwenye simulizi za wapandaji. Lakini historia ya mapango ya mlima Kilimanjaro haishii kwa wageni pekee. Kwa wenyeji wa mlima huu hasa kabila la Wachaga, mapango yalikuwa na maana ya kipekee. Katika karne za nyuma, kipindi cha vita kati ya koo mbalimbali na pia wakati wa uvamizi kutoka kwa makabila jirani, Wachaga walitumia mapango haya kama maficho salama. Familia zilipokimbia mashambulizi, watoto wake na hata wazee walihifadhiwa humo. Mapango haya yalitumika kama ngome za siri ambapo wanavijiji waliweza kujilinda, kukusanya nguvu na kupanga mikakati ya kujibu mashambulizi. Wakati mwingine hata mifugo yao ya thamani kama mbuzi na ng'ombe wadogo ilifichwa humo kwa muda. Hii inamaanisha kwamba mapango ya Kilimanjaro siyo tu mashimo ya asili yaliyotoboka, bali ni makumbusho hai ya historia ya kale ya ujasiri, yakihusisha wageni waliothubutu kukwea mlima na wenyeji waliopigania uhai wao na familia zao. Na hii ndiyo sababu leo tunasema mapango ya Kilimanjaro ni mashahidi wa safari mbili muhimu. Ya kwanza, safari ya mwanadamu wa kwanza kufika kwenye kilele cha mlima mrefu zaidi barani Afrika, na ya pili ni safari ya watu wa Kilimanjaro Wachaga, kupigania heshima, usalama na maisha yao. Kama umefurahia simulizi hii ya ajabu ya historia ya mapango ya mlima Kilimanjaro, Usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Simulizi za Kweli, kulike na kucomment ili utupe maoni yako. Hii imeandaliwa na Abdi Track. Kama umefurahia hadithi hii, usisahau kufollow na subscribe kwenye chaneli yetu ya Simulizi za Kweli na page zetu za Abdi Track. Piga like na acha comment zako hapo chini. Ni api maoni yako? Ni ipi sehemu iliyokuvutia zaidi, historia ya Hans Meyer au simulizi ya Wachaga?